Ibane, yes mambo vipi tena mtazamaji wa Master TV, naitwa Alex Ali 26 nyuma ya kamera niko na kabisa mtumbadi. E bwana, leo nakuletea story ya mshikaji fulani hivi kwa jina maarufu anaitwa Master TV. Lakini sema ni mshikaji ambaye kidogo, leo tuko mtaani kwao, ambako aliishi na ambako alikulia. Kifupi tuseme tuko somewhere. Unajua bwana, kitaalam huko tulipo, tuko kwenye kijiji fulani hivi kinaitwa SN, nadhani kama kuna wale wenyeji wa hapa kambini wanapaelewa hapa. Huyu mshikaji wetu anatoa kwa majina halali ya kwake, anaitaga kwa jina la asili. Huyu mshikaji anaita Behalanwa Mastajabu mast, Wilonja Bwana, amezaliwa hapa kambini, nadhani elfu mbili na mbili ile elfu mbili na moja ndo mshikaji ametoka, mama yake amejifungua, hivyo amepata mtoto wa kiume naita be, Behalanwa Mastajabu mast, Miala nani Wilonja ni ni mtu kabisa wa makamu fulani kidogo. Kanisani alikuwa na heshima za kutosha. Alikuwa na heshima, na heshima nadhani pia yeye ndio alikuwa wa kwanza kwao. Katika watoto kumi yeye ndio alikuwa wa kwanza. Wanaume walikuwa kama sita hivi. Wanawake walikuwa kama wanne. Bana mshikaji alienda Marekani. Sasa hivi yuko Marekani kule. Nadhani alienda elfu mbili na ishirini na nne. Na kitu kama tarehe tarehe nane pale. Tarehe nane ndo mshikaji ameingia Marekani. Unajua bana amefika Marekani na kila mmoja ana future. Bana future yake mshikaji, anasema bana, ninavyofika nikijipata kuna maisha ambayo natamani niwe naishi hivi, lakini Mungu si si, si asumani e, bana alifika United States of America. Sasa hivi ana life yake fulani, maisha mazuri sana, sema amesema leo tutotembelea nyumbani kwao hapa, kumbuke kidogo wapi alitoka. Sasa hivi kwa Marekani yuko Mamtoni bana, jamaa bana ni Mkristo kama nilivyokuambia, ni Mkristo, alikuwa na sali katika kanisa la FFPCT Golgota Golgota pale, kuna kanisa la Golgota. Nadhani kwamba kuna wale Wakristu wanaelewa Golgota ni kanisa gani. Ni Mkristo pia, na alikuwa ni mwalimu wa kwaya mle, alikuwa tena katibu. Unajua bana, kwenye, kwenye, kwenye makanisa akukosagi vitengo vile, alikuwa ni katibu bana. Mi tu cha cha kukuambia make sure kwamba umesubscribe umelike na kushare kwa wengine, kama kuna chochote ambacho umekipenda, aidha kama umekumbuka mandhari hii, unaweza kwa comment pale chini. Hebu ngoja kwanza tukaangalia life fulani na mazingira ambayo kwa naishi bwana Wilonja, aidha tuseme kwa kwa jina la maarufu anaitwa sasa hivi Mastaz bwana. Hiyo Mastaz bwana, kama nilivyokuambia, hiyo Mastaz imetoka kwenye Master Jabu. Eh, unajua bwana, kuna namna majina ya ujana ujana haya. Hebu tuanze tu kwanza tuangai life yake. Eh bana, leo nakuletea kitu fulani hivi cha tofauti sana. Leo nakuletea mji fulani ambao huu mji bana unapatikana X1. Nadhani sana kwa wakazi wa kambini wanaelewa huu mji uko wapi. Huu mji ndo kulikuwa kijana fulani hivi maarufu sana sahivi ambaye sahivi anajiita Masters TV. Bana, hapa ndo palikuwa nyumbani kwao. Nadhani kulikuwa kuna wakazi ambao walikuwa nakaa huko kambini pia unajua ilikuwa ni kubwa, lakini sasa hivi amebaki, imebaki hii hapa familia, na kama hapa unavyoona hapa ndo nyumbani kwa huyo mshikaji ambaye anajiita Mastaz TV bana, story yake fupi sana nitaikupa. Hapa ndo palikuwa nyumbani kwao. Kama unavyoona hizi hapa ndo nyumba, nyumba zao. Ile pale nyumba ya baba pale, nadhani kuna namna fulani pale, kama kuna nyumba imebomoka pale. Ndo sijui palikuwa pana usika jiko, kuna namna, okay? So, kuna nyumba nyingine huku bana, hii hapa ilikuwa ni nyumba kama ya Mastaz TV mwenyewe, sasa mshikaji ambaye sasa hivi tunatamani tumzungumzie story yake pia. Kuna mkono huu hapa, hii nyumba nyingine huku hii hapa ni ya, nadhani tuseme, ilikuwa ni kama wadogo zake, ya wadogo zake. Sawa bana, huu hapa ndo mji, kama unavyoona kuna migomba. Yani hapa pamekaa kidogo, pamekaa kitaalamu, yani pamekaa ki ki hali fulani hivi ya ya zamani zamani kidogo ina maana tamaduni hazijatoka nyingi. Sawa, lakini pia huku ndo uwani kwao. Washikaji pengine walikuwa nakufanya kivuta upepo wanakuja huku mandhari kama hivi unavyoona. Wanakula upepo mzuri, upepo mwanana. Tumepata fursa ya kukutana na watu hapa. Sema jamaa ameshaondoka sasa hivi, yuko Marekani United States for, for America. Sema leo hii tumo nyumbani kwao hapa ndio kuangalia mandhari ya kwao. Kama unavoona hii hapa ndo nyumbani kwao na hawa watu naona bana, Jiko. Jiko wezi bana. Bana, nyumbani, nyumbani. Yeah. Ukaharau nyumbani, nyumbani, nyumbani. Yeah. Nyumbani na uwezo ukadharahu likotoka, okay. So, kama uwezi kwa zaruri kutoka. Na unajua bana, ili upate fulani kitu ambacho kitakufanya kidogo we maarufu, kwanza tuheshimu nyumbani, tupakumbuke nyumbani, tujue tulikotoka. And then haya mengine haya tunatoka kakaa chini, tukabageni, tukatafuta mdogo, mdogo, na anaweza kupatikana kivingine. Kama unavyoona hapa ndo mandhari. Bana, huu mji kama nilivyokuambia bana, hapa ni X1 nadhani, kwa wale ambao wametoka hapa kambini wanaelewa hapa ni wapi Yaani hapa palikuwa kidogo pamepakana na visiwa vya vya, kuna kijiji pale mbele, kuna shule ambayo inaitwa koleji pamoja na Penema, afu ukivuka kuna kisiwa sehemu ambapo unakuta kuna michicha kuna nini. Kwa hiyo mbele ya pale ndio kuna hicho kijiji hapo, unachokiona kijiji kikubwa sana bana, wao shikaji tepengine hapo. Kwa hiyo kuna ukulima kama hivi unavyoona, sasa hivi pameshakuwa ukulima bana, so kwamba ni kilimo cha toka zamani kama anavyodai mshikaji, hapa alikuwa ni mkulima mzuri sana, alikuwa nalima na nyumbani kwao kuna kisima kama hivi unavyoona cha kuchotea maji mdogo mdogo, hapo unachota unaenda kumwagilia mchicha, mboga mboga, nyanya, vitu kana hizo. Maisha mengine yanakuwa yanaendelea sana bana. Kama nilivyokuambia, naitwa Alex Ali bana, leo na kuwakilishia his history ya mshikaji fulani ambaye anaitwa Masters, kwa majina yake nadhani nitakutajia hapa, utaelewa vizuri sana. Ngoja kwanza angalia kwanza mandhari ya hapa nyumbani kwao, angalie pengine unaweza kupakumbuka. Unajua bana ukiangalia okay, kitu cha zamani sometime maisha unakuwa kama unabadilisha, una feeling kitu fulani hivi ambacho kinakukumbusha zamani sana. So, bana hayo hapo ndo maisha ya Mastajabu kwa jina maarufu Mastaz aidha Ulonja, hayo hapo ndo maisha yake. Kama ulivyoona, hiyo hapo ndo, hapo ndo nyumbani kwao na hapo ndo alikokuwa naishi ndo kwa nalikulia. Kama kuna chochote ambacho pengine hajatuambia mengi sana, kila kitu amekifanyia hapo, majukumu yake yote kama alikuwa mkristu, kama nilivyokuambia alikuwa mkristu, kila kitu alikuwa nakifanyia hapo, hapo, na kama ameenda Marekani ameendea ikiwa hapo hapo. Bana, hii story nadhani kwamba Unajua mandhari kukumbuka nyumbani so, so vibaya sana. Kama unaweza apakumbuka nyumbani, ukaniambia ni ukanielekeza wapi ili upaona uinjoy uangalie mandhari yako ambayo ulikuwa naishi zamani na sasa hivi, wapi ulikotoka, wapi sasa hivi ulipo. Kama nilivyokuambia naitwa Alex Ali ishirini na sita, nyuma kamera niko na Kabaisa Mtumbadi. Asante sana kwenu.